huko Gaza katika muda wa masaa 24 yaliyoishia leo hii siku ya Jumatano saa 4 na dakika kumi na moja asubuhi wakati ilipotolewa taarifa hiyo. Halikadhalika kiongozi muazham wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran amesema kuiambia Marekani kwamba Iran haitusubiri idhini ya mtu au taifa lolote ile katika programu yake ya kurutubisha madini ya uranium. Halikadhalika amesisitiza rais wa Irani kwamba Marekani inafanya wizi au uporaji wa mchana kweupe bila haya. Halikadhalika jeshi la Yemen limeendeleza utaratibu wake wa kutwanga kwa makombora uwanja wa ndege wa Tel Aviv Ben Gurion international airport. Na halikadhalika tutakuwa na taarifa ya wanaharakati wa Kenya watishia kuishtaki serikali ya Tanzania kwa ukiukaji wa haki. Tafadhali tuwe pamoja. Shirika moja la kimataifa la kutetea haki za binadamu limesema kuwa takriban Wafalastini ishirini na sita wakiwemo watoto tisa wamekufa kutokana na njaa na ukosefu wa msaada wa matibabu katika ukanda wa Gaza uliozingirwa kila upande kwenye kipindi cha saa 24 zilizopita zinazoishia asubuhi ya leo Jumatano, Mei 21, saa 4 na dakika 11 asubuhi ya leo. Shirika la kufuatilia haki za binadamu la Euromed limesema kuwa ongezeko kubwa la vifo miongoni mwa wazee, wagonjwa na watoto linalochangiwa na hali mbaya ya maisha linasababishwa kwa makusudi na utawala wa kizayuni kwa lengo la kudhoofisha na kuwadhuru watu wa Falastini. Shirika hilo lenye makao yake mjini Jeneva nchini Uswisi limesema masharti magumu yaliyowekwa na Israel ni pamoja na kuadhibu kwa njaa ya makusudi kuwapa mateso makali na kuwanyima huduma za matibabu wananchi wa Gaza katika ardhi ya Falastini. Euromed pia limetahadharisha kwamba kulazimishwa watu wa Gaza kuhama maeneo yao kutokana na mashambulizi makali ya mabomu kunazidisha mgogoro wa njaa na kusababisha wakazi wa ukanda huo kupoteza akiba yao ndogo ya chakula cha makopo walionayo. Shirika hilo la kimataifa la haki za binadamu limeyahimiza mataifa yote kuhimiza wajibu wao wa kisheria na kuchukua hatua za haraka za kukomesha mauaji ya umati yanayoendelea kufanywa na Israel katika ka ukanda wa Gaza. Jeshi katili la Israel ilianzisha tena mashambulizi ya kinyama dhidi ya watu wa Gaza tarehe 18 Machi mwaka huu na kuua maelfu ya Wafalastini na kujeruhi wengine wengi. Taarifa hii kutoka Falastini ambayo inaripoti kuwa watu 26 wamekufa kutokana na njaa, inafuatia Israel kuzuia kupelekwa aina yoyote ya msaada wa kibinadamu ikiwemo dawa, na hilo linafuatiwa baada ya kuvunja takriban hospitali zote za eneo la Gaza ili kuhakikisha kwamba Wafalastini wanauliwa kwa njaa, wanauliwa kwa magonjwa kwa sababu ya kukosa kila kinachohitajika kwa ajili ya tiba. Hili ni jambo muhimu sana kwa chaneli yetu na kwa kila aliyekuwa Mwislamu, mtu yoyote aliye Mwislamu na ambaye ana moyo wa kibinadamu, ni lazima akumbuke kwanza mafunzo ya dini ya Kiislamu yanayosema, malam yahtamu biumuri lmuslimin falaisa bi muslimi. Mtu yoyote ambaye halipe umuhimu lile jambo linalohusu Waislamu, masaibu na misiba inayowakuta Waislamu wenziwe basi huyu si miongoni mwa Waislamu. Watu wengi na baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu wanalisikia tatizo la Falastini, lakini hawachukui juhudi yoyote, si tu ya kuomba dua katika misikiti, katika swala za Ijumaa na swala za kawaida, lakini pia hata kulisemea tu swala la Falastini wanashindwa. Wanajisahaulisha kwa makusudi kwamba Palestina kuna kitu kinachoitwa Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa ni msikiti mtakatifu uliopo katika mji wa Yerusalemu na ambao msikiti huo ni miongoni mwa misikiti mitatu iliyo ya wajibu kwa Waislamu na ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kila Muislamu mwenye uwezo kuweza kutembelea eneo hilo na kuswali ndani ya msikiti huo. Baitul Muqaddas ni mahala walipokusanyika manabii takriban wote wa Mwenyezi Mungu na katika eneo hilo ndiko walikozikwa wengi katika mitume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo basi ni wajibu wa kwanza walionao Waislamu katika ulimwengu ni kuzungumzia na kutafuta utaratibu na kushiriki kwa ukamilifu katika kuwapigania Wafalastini, kwanza kupata ardhi yao na pili kuwa huru na kujitawala katika nchi yao wenyewe. Falastini imevamiwa na Mayahudi, lakini wa aina ya kizayuni ambao wanasaidiwa nyuma yao na Marekani, na wameweka utaratibu maalumu wa kumaliza Wafalastini kwa kutumia nguvu na kwa kutumia mauaji ya kimbari ili kuichukua ardhi hiyo. Kwa hiyo yule ambaye ni mwislamu ana wajibu wa jambo hilo. Yule ambaye ni binadamu na ana ubinadamu katika nafsi yake, so atafahamu thamani ya uhuru mahala yeye anapoishi, ambapo kila kitu kinakwenda sawa na kila mtu anafanya analotaka. Kwa hiyo hili ni jambo la muhimu na la faradhi kwetu kuliko jambo jingine lolote. Taarifa nyingine tuliyonayo ni ile ya wanaharakati wa Kenya wa vitisho vya kutaka kuishtaki serikali ya Tanzania. Kwa kile walichokiita haki. Wanaharakati wa haki za binadamu nchini Kenya wanapanga kwenda mahakama kuishtaki serikali ya Tanzania kwa kile wanachosema imekiuka haki za binadamu. Wanaharakati hao wa Kenya wanasema wataishtaki serikali ya Tanzania kufuatia kuwa kamata na kuwafukuza nchini humo wanaharakati waliotaka kuhudhuria kesi ya mwanasiasa wa upinzani Tundu Lissu. akizungumza baada ya kurudishwa nyumbani mkurugenzi wa shirika la Vocal Africa Khalil Hassan, akiwa sambamba na jaji mkuu wa zamani wa Kenya Willy Mutunga na mwanaharakati Hanifa Adan anasema wanatafuta ushauri wa kisheria. tuna nia ya kuweza kulifikisha swala hili mahakamani ili mambo kama haya yasiweze kujirudia tena katika mataifa ya Afrika Mashariki, alisema Khalid Hassan. Kufukuzwa kwa wanaharakati hao kulikuja siku moja kupita tangu idara ya usalama katika uwanja wa ndege ya Julius Nyerere zimkamate waziri wa zamani wa sheria wa Kenya Martha Karua pamoja na wanasheria wengine wawili na kuwafukuza. Mwanasiasa maarufu wa Kenya, Martha Karua, ambaye pia ni mwanasheria, amewakilisha vigogo wa upinzani wanaokabiliwa na kesi katika mataifa jirani. Juzi alikamatwa nchini Tanzania katika uwanja wa ndege na kurejeshwa nchini Kenya baada ya kushikiliwa kwa masaa kadhaa. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametoa onyo kali kwa wanaharakati kutoka nchi jirani kuacha kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania, akisisitiza kuwa taifa la Tanzania haliwezi kuwa shamba la bibi ambapo kila mtu anaingia na kufanya apendavyo. Wakati huo huo, Isaac msemaji wa serikali ya Kenya amesema kuwa kuondoshwa kwa Martha Karua nchini Tanzania hakutavuruga uhusiano wa diplomasia kati ya Tanzania na Kenya. Wakati huo huo, taarifa nyingine tuliyonayo ni ile inayosema kuwa jeshi la Yemen limeendeleza kawaida yake ya kushambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa mjini Tel Aviv nchini Israel kwa kutumia makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Jeshi la Yemen limesema kwa mara nyingine tena limeutwanga kwa kombora la ballistic na droni uwanja wa ndege wa Ben Gurion wa utawala wa kizayuni mjini Tel Aviv. Msemaji wa jeshi la Yemen, Brigedia Jenerali Yahya Saree ya, ametangaza rasmi kwamba vikosi vya Yemen ndivyo vilivyoupiga kwa mara nyingine tena uwanja wa ndege wa Ben Gurion wa utawala wa kizayuni wa Israel kwa kutumia kombora la balistik na ndege isiyokuwa na rubani. Taarifa hiyo imeongeza kuwa operesheni hizo mbili zimefanikiwa ikiwa ni sehemu ya kuliunga mkono taifa madhulumu la Falastini, hasa wananchi wa Gaza, ikiwa ni kujibu jinai na mauaji ya kimbari yanayofanywa na Israel dhidi ya watu wasiokuwa na hatia. Msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Yemen ameongeza kuwa vipigo vya jeshi la Yemen dhidi ya maeneo nyeti na muhimu mno ya Israeli vitaendelea hadi utawala wa Kezayuni utakapokomesha jinai zake huko Gaza na kuacha kuuzingira ukanda wa Gaza. Taarifa nyingine kutoka kule Irani ni ile inayosema kuwa kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei amesema kuwa swala la urutubishaji wa madini ya Irani halitasubiri ruhusa kutoka kwa nchi yoyote au kwa mtu yoyote. Kiongozi huyo wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kuwa Irani haingoji ruhusa ya mtu yoyote ili kurutubisha madini ya Irani na kwamba jamhuri ya Kiislamu ina sera zake. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei amesema hayo siku ya Jumanne, Mei 20 katika husainia ya imamu Khomeini kwa mnasaba wa kutimia mwaka mmoja tangu kufa shahidi rais Ibrahim Raisi. Ibrahim Raisi pamoja na maafisa wa serikali aliyokuwa wamefuatana nao akiwemo na Huseni Amir Abdulahiyan, aliyekuwa waziri wa mambo ya kigeni, na kueleza kwamba hatuamini kwamba mazungumzo ya Iran na Marekani yatafikia natija, akimwelezea shahidi Raisi Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema shahidi Raisi hakujiona kuwa ni bora kuliko raia, bali alijiona kuwa katika kiwango sawa na watu wengine, misili ya watu wengine, hata mdogo kuliko watu wengine. Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu amesema tulizungumzia kuhusu mazungumzo, na ningependa kutoa onyo kwa upande wa pili, upande wa Marekani ambao unashiriki katika mazungumzo hayo yasiyo ya moja kwa moja, lazima uache kutoa kauli za kipumbavu. Ayatollah Sayyid Khamenei kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu amesema alipokuwa akihutubia hadhara kwa mnasaba wa hauli ya Shahid Ibrahim Raisi. Ayatollah Khamenei amesema upande mwingine wa mazungumzo unasema kwa ujeuri kabisa kwamba hatutaruhusu Iran kurutubisha madini ya urani. Hakuna anayesubiri ruhusa kutoka upande wowote. Jamhuri ya Kiislamu ina sera na misingi na inafuata sera yake yenyewe. Khamenei ameongeza kuwa Nitawaeleza wananchi wa Iran katika tukio na mnasaba mwingine maudhui ya urutubishaji madini ya urani na kwa nini wa Magharibi na hasa wa Marekani wanashikilia sana kuzuia urutubishaji nchini Iran. Nitashughulikia masuala hayo Mwenyezi Mungu akipenda, katika tukio la baadaye, ili wananchi wa Iran wajue nini makusudio ya upande mwingine. Wakati huo huo, rais wa nchi hiyo katika tamko lake lililochapishwa hii leo siku ya Jumatano, Mei ishirini na moja, amesema kuwa rais wa Marekani Donald Trump alisema akiwa nchini Saudi Arabia kwamba watu wengine wanapora na kuiba, wakati mwenyewe Trump ndiye anaifanya kazi ya wizi na uporaji mchana kweupe na mbele ya macho ya walimwengu. Rais Pezeshkian amesema hayo wakati wa kumbukumbu ya kumwenzi Rais Ibrahim Raisi, Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na Waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Iran Amir Abdollahian, pamoja na viongozi wengine kadhaa wa ngazi za juu waliokufa shahidi kwenye ajali ya helikopta mwaka mmoja uliopita, na kuongeza kuwa kitu kilichonigusa sana wakati nilipotembelea familia ya mashahidi hao na kuhudumia taifa ni jinsi maisha yao yalivyokuwa ya chini kabisa. Nyumba ya mama yake shahidi Raisi ni ya maisha ya chini kuliko maelezo. Hata nyumba yake hapa Tehran ni nyumba iliyo katika sehemu ya kawaida kabisa ya mji. Mashahidi wengine nao waliishi maisha chini ya hayo. Amesema hayo ndio maisha ya viongozi wetu hao wapendwa, lakini utasikia baadhi ya watu wanasema mambo ambayo yanakufanya uone haya kuyasema. Trump alisema huko Saudia kwamba eti viongozi hao wa Iran walikuwa wanapora na kuiba kila kitu, kinyume kabisa na ukweli wa mambo. Kwa kweli tunayemwona akifanya wizi na uporaji mchana kweupe na mbele ya macho ya ulimwengu ni Donald Trump mwenyewe. Hizi ndizo taarifa muhimu tulizozikusanya katika mchana wa leo, ambazo zinaelezea madhila na matatizo yanayoendelea kule Falastini, ambapo zaidi ya watu mia mbili wamekufa katika kipindi cha wiki moja iliyopita huku leo hii peke yake Israeli ikiwa imewaua watu ishirini na sita wasiokuwa na hatia. Miongoni mwa watu hao watoto wadogo walikuwa ni tisa. Haya ndiyo mambo yanayokwenda huko yanayoendelea huko Israeli, ambapo watu wamenyimwa chakula na wanakufa kwa njaa, wamenyimwa dawa, wanakufa kwa magonjwa na sohula nyingine zinazohusu maisha ya kibinadamu zote zimezuiwa na majeshi ya Israeli yakiungwa mkono kwa hali na mali na majeshi ya Marekani, na bila kusahau kwamba siku chache zilizopita Donald Trump, raisi wa Marekani, alikuwa katika nchi tatu za Kiarabu na za Kiislamu, akianza na Saudi Arabia na kisha kuelekea Imarati, ambapo Qatar alipewa zawadi ya ndege yenye thamani ya dola milioni mia nne. Saudia ameondoka na mkataba au mikataba mia moja arobaini na tano ya shughuli mbalimbali, ambapo Saudi Arabia itatoa zaidi ya trilioni moja dola kukuza uchumi wa Marekani. Kadhalika, huko Imarati nako kuna karibu dola trilioni moja point nne ambazo Imarati itatoa katika muda wa miaka kumi kuipa Marekani. Marekani ndio adui mkubwa wa Waislamu Marekani ndio ambaye anayadhili na kuyakandamiza mataifa ya Kiislamu. Marekani ndio anayetoa silaha, na kila tone moja la damu ya mfalastini inayomwagika katika ardhi ni kwa nguvu na kwa uwezo na kwa amri ya Marekani. Ni jambo la kushangaza sana kuona Saudi Arabia, ambayo ndio Waislamu wanatazama kuwa ni kibla chao kwa sasa, kuliko na miji ya Makka na Madina na viongozi wao ndio wanaokwenda kufagia katika hilo nyumba ya Mungu Kaaba Sharif, na humo na tunawaita wao kuwa ndio mahadimu wa Haramain, na dunia inatazamia na kuwatazama viongozi wa serikali ya Saudi Arabia kuwa ndio wasimamizi, na wao wenyewe wanafurahia kuitwa khadimu Haramain, yani kimfalme wa Saudi Arabia anasema yeye ndio mhudumu mkuu wa nyumba tukufu za Mwenyezi Mungu na Maka na Madina, lakini hawa ndio wana urafiki mkubwa sana kuliko mtu yoyote na serikali ya Marekani. Wakati Ghaza inakosa silaha za kupigana na Mayahudi, kwa wakati Wafalastini wanateketea kwa njaa, Saudi Arabia inachukua trilioni ya pesa kuwapelekea Wamarekani kuzidisha katika utajiri wao, hali ya kuwa ndugu zao Waislamu wenzao wanakufa kwa maradhi yanayotokana na njaa, lakini wanakufa kwa sababu ya kukosa chakula na kwa ajili ya kukosa dawa. Hakuna uhusiano baina ya Uislamu wa watu wa Saudi Arabia au viongozi wa Saudi Arabia na Uislamu ambao uliofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ametamka man lam yahtamu biumuri lmuslimin falaisa bimuslimi, mtu ambaye hajishughulishi hayamuumi wala hana nia ya kutatua matatizo yanayowakumba waislamu wenziwe, basi huyo hawezi kuhesabika kuwa ni katika Waislamu. Tunaona aibu sana kwa Imarat na kwa Qatar kadhalika, kuipa fedha nyingi Marekani, fedha nyingi zisizokuwa na idadi kuliko kuwasaidia wafalastini ambao wanakufa siku hadi siku kwa wingi kuliko tunavyohadithiwa, kwani hakuna taarifa za kutosha juu ya maafa yanayowakuta wafalastini. Tusahau kumwomba Mwenyezi Mungu. Na tusikate tamaa, la taknatu min rahmatillah, tusikate tamaa kwa rehma za Mwenyezi Mungu. Bila shaka wafalastini wataibuka washindi, kwa sababu wanachopigania ni ardhi yao halali na hawawezi kuona mahala pengine ambapo Mungu hakuwapa ardhi hiyo. Tuzidi kusoma surati tabatiada na kutusoma suratul fili na kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala awadhili na awape dhiki azidhiki nafsi zao awape dhiki za nafsi wale wote ambao wanapanga na kutekeleza mauaji dhidi ya Falastini na Waislamu na binadamu wengine wowote wale wasiokuwa na hatia mahala pote ulimwenguni. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.